Kwa majina naitwa Agrey Naftari Tonga nikiwa kijana mzalendo wa taifa hili lakini pia nikiwa mwanachama wa CCM ambaye inatambua kwamba kama kijana ninao wajibu katika kujenga leo ya taifa letu lakini pia kuiandaa kesho ya vizazi vijavyo. Leo kama ambavyo taratibu zimetolewa na Chama cha Mapinduzi, nimefika katika ofisi za CCM wilaya ya Mfindi kuchukua fomu ya kuomba kuteuliwa kwa mgombea wa ubunge katika jimbo la Mafinga Mjini kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha mapinduzi ni chama ambacho kina utaratibu mzuri. Utaratibu umeandaliwa wazi, demokrasia ya kutosha na mazingira ni rafiki kwa sisi watiania. Tumefika, tumepewa ushirikiano mzuri, mazingira rafiki yanatoa matumaini, lakini ni sisi wanachama wa CCM ambao tuna imani mimi nina imani kubwa kabisa na Chama cha Mapinduzi. Sina changamoto yoyote, tunasubiri utaratibu wa vikao ulivyo, tutasubiri maamuzi yatakayotolewa na vikao vya maamuzi vya Chama cha Mapinduzi kama ambavyo eh, katiba ya Chama cha Mapinduzi inaainisha hivyo. Kwa sasa tutakuwa watulivu, tunasubiri utaratibu mwingine wa chama unaoendelea. Mimi kama kijana, awali tumeanza kuhamasisha vijana wenzetu kwanzia mwaka jana, wakati wa uchaguzi serikali za mitaa, waweze kugombea. Leo pia na mimi nikiwa nikionyesha mfano imekuja kuchukua fomu hii ya kuomba kuteuliwa kugombea, lakini nazidi kuhamasisha vijana wengine, tujitokeze tugombee katika nafasi mbalimbali za udiwani na ubunge katika maeneo yetu, lakini pia tuhamasishe vijana tuungane mkono tusaidiane, kwa sababu tumepewa nafasi. Hivyo ni wakati wa vijana kufanya maamuzi kwa ajili ya kesho, lakini...